Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kama ilivyo kawaida yetu, uh, tunakutana tunasoma neno tunakumbushana habari za Mungu tunakumbushana uwepo wa Mungu. Huo ndio kawaida yetu. Leo nataka twende katika hizi amri za Mungu. Amri za Mungu tuangalie, Mungu anasemaje amri za Mungu. Uh, tusome kwanza. Hapa kuna amri kumi za Mungu hapa, Musa kumbukumbu, uh, la kumbu Tunati, Musa eh, alikuwa anasema. Musa akawaambia Israeli wote, akawaambia, enyi Israeli sikieni amri, zisikieni amri na hukumu nisemavyo masikioni mwenu leo mpate kujifunza na kuzingatia. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Herode. Bwana akufanya agano hili na baba zenu, bali na sisi, yaani tuliyopo hai, tuliyopo hapa tu hai. Musa aliwaambia wana Israeli Mungu amefanya agano na sisi alivyopewa zile amri kumi za Mungu. Lakini nipo hapa a tuje kuelezea amri ya tano ili tuijue vizuri. Amri ya tano inasema, heshimu baba na mama yako. Heshimu wazazi wetu tupate miaka mingi katika ulimwengu hapa duniani. Sasa amri ya tano waheshimu baba na mama yako. Amri hii inamaanisha kuwatii, wajali, kuwazamini na kuwasaidia wazazi wako katika maisha yao, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuishi miaka mirefu yenye baraka. Kwa hiyo ina maana ukishamtii mzazi wako ne, kama ilivyoandikwa ahadi ya Mungu, utaishi miaka mingi hapa duniani nini amri inasisitiza hii amri inasisitiza heshima mamlaka ya mzazi kwa hiyo mzazi ana mamlaka kwako ndio hii amri inasisitiza maana ya amri ya tano waheshimu baba na mama eh, ani kutii kupata, kupata mwongozo wa maisha yako ukisha tii, unapata mwongozo wa maisha yako kuheshimu kuheshimu kuonyesha adabu upendo na kuthamini uwepo wao hii inakuja kwenye kuheshimu alafu kusaidia wazazi kuna kuwasaidia wazazi kuonyesha eh, kuwasaidia wazazi kuwasaidia wazazi ni kujali wazazi hasa wanapokuwa wazee au wenye uhitaji pale kwenye uhitaji, hii ndio inakuja kusaidia. Sasa katika kukifanya hayo yote ndio kuna ahadi. Kwa hiyo kuna ahadi inaeleza kuwa utii huu uleta maisha marefu na baraka ukifanya hivyo. Amen. Sasa duniani umri wako upate kuongozwa kuongezeka anaambiwa tukiwaheshima hawa wazazi kuwatii wazazi katika Bwana, yani kuwatii wazazi katika Bwana. Kwa hiyo wewe zingatia hilo katika Bwana, kwa sababu kuna vitu ambavyo unatakiwa wewe ufanye kwanza. Ngoja tusome maandiko haya, alafu tuangalie Mungu anasemaje, tuangalie Waefeso 6 mstari wa kwanza, tuone anasemaje. Waefeso Waefeso sita mstari Amen. Waefeso sita mstari wake wa kwanza, tuangalie anasemaje: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Tuatii wazazi wetu katika Bwana, zingatia, katika Bwana. Kwa hiyo sio kutii tu, ni kuwatii katika Bwana. Kwa maana unamheshimu mzazi wako, mzazi wako anakuambia nenda kaibe Nenda kazini eh? Nenda kaniletee pombe, kaniletee wanawake, afu wee unaenda unasema unamtii mzazi wako, hapo itakuwa hujamtii mzazi wako. Kwa sababu gani? hujamtii katika Bwana. Inatakiwa umtii mzazi wako katika Bwana. <gumona> Umeona eh? Kwa hiyo kimtii katika Bwana, jua kwamba mzazi ana majukumu yake na, na wewe una majukumu yako Mzazi ana majukumu ya kukulea wewe, na yeye una majukumu ya, kum, ya, kum, ya, kum, ya kumsikiliza mzazi, ya kumtii mzazi. Hebu tuangalie andiko lingine, Methali ishirini na moja sita, tuone naye anasemaje. Nimefika Methali ishirini na moja sita. Kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushwao ni kutafuta mauti. Amen. Ina maana mm -hmm, sio kila kitu. Kwa sababu tunatii tunakubali, kuna vitu ambavyo huwezi kutii, unaona kabisa vina, vinaenda kuleta dhambi. Kwa hiyo hii amri ukiitekeleza, ahadi ya Mungu ni kuishi miaka mingi, lakini wazazi wameonywa jinsi ya kutulea na sisi tutii katika Bwana. Tusitii kama mzazi anakupeleka kwenye zambi na wewe uende unasema unatii. Siku ya mwisho kuulizwa, aulizwe tena mzazi? Utaulizwa wewe, na maswali yatakuwa juu yako, na moto utakuwa juu yako, utasaga meno. Kwa hiyo ndugu yangu, tumeangalia hii amri ya tano, waheshimu baba na mama yako, waheshimu wazazi wako pate miaka mingi na baraka duniani, hauna heri duniani. Kwa kusema hayo, basi nafikiri tumebarikiwa na hili ne, neno Mungu. Azidi kutia baraka na neema, uh, katika vinywa vyetu tuweze kumtumikia yeye. Bye bye na kwa elimu